Unavyojua, Bad Nation, wanafanya maamuzi magumu leo ya kumteketeza mtu uwanjani, according to wachezaji wengine, ni kweli nilichokiongea kwamba mmefanya maamuzi magumu leo ya kuwateketeza watu uwanjani. Leo tunaondoka ngapi hapa leo lakini, huyu

alisema bora tuivunje hiyo, tengeneze moja kwa sababu ushindani ulikuwa mkubwa sana. Okay. Yes. Uh, anasema leo mtawapiga goli nne, hataki kujua nne ngapi, lakini anasema mtaondoka na goli nne. Kweli tutapiga zaidi ya nne kwa namna tulivyojipanga. uh -huh. na vijana wangu na nini, unajua mimi uh -huh. uh -huh. nitakuwepo pia kuja kutetea chombeza na nini, uh -huh. lakini kazi itakuwepo. Jamani pumzi ipo, ipo ya kutosha. Tunaenda wapi? Tunapitia wapi? Tuna Haya twendeni <tune>, jamani. Omi. Mm uh -huh. Hey, hey. Hey, niambie una lolote la kumwambia Alikiba, jana kapigwa goli tano kwenye uwanja huu, hey. <laughs> Kiba. hmm. Of course anajua sana, anajua mpira hmm. lakini timu yake kishovu. hmm. hey. Tim, timu yake yake sio nzurizuri, lakini nafikiri basi hakujipanga vizuri <tune> <tune> lakini sisi leo tunakuja kumwonyesha kwamba <tune> Okay. Tunatarajia kuondoka na ushindi kwenye haya mashindano au ni leo tu tutashinda? eh? mm -hmm. Mchoyo wa fadhila kama nitashindwa kuuliza hili, na napaswa kuuliza yeah. Uh, kilichotokea Zanzibar yeah. Watu wengi wanasema Mario kufanya show nzuri yeah, lakini wengi tunaona kama ni show zako za kawaida unaimbaga vile. Ah, say, ni nini ambacho kilitokea hasa Tutaongea vizuri lakini kimsingi <coughs> comment nimeziona na nawashukuru watu kwa kujali, ina maana kubwa sana, kwamba tupo kwenye nafasi nzuri, nafasi kubwa, na nafasi tufanye kazi vizuri so alhamdulillah, nashukuru, lakini haiku stress kabisa unavyojua, bad nation wanafanya maamuzi magumu leo ya kumteketeza mtu uwanjani according to wachezaji wengine badi kwema kama kaa. Kama kaa. Kama kaa. Ni kweli nilichokiongea kwamba mmefanya maamuzi magumu leo kwa kuteketeza watu wanjani? Ah, uko sawa, hujakosea. Oh yeah. Yeah. <laughs> Leo tunaondoka ngapi hapa? Leo. mm. Na leo tutapiga nyingi. Ngapi? Jamaa amechukua wachezaji wengine kutoka hapa wapi? lakini uwanja wetu, kwa hiyo umoja kucheza nyumbani, sio atuwezi kuacha na, uh, chino, chino, chino katoka katoka kamia watu uh, uh, katoka, katoka. hey, wanasema imekuwaje uh, hey. hey, hey, ni wao umemwambia kuongeza nguvu nyumbani, una, una unachokiamini kwenye timu hey, uliokuwa nayo hey. mara ya kwanza ah, hamna hamna tuko sawa, lakini alisema bora tuivunje hiyo, tengeneze moja kwa sababu ushindani ni mkubwa sana. okay. yes. uh, anasema leo mtawapiga goli nne hataki kujua nne ngapi, lakini anasema mtaondoka na goli nne. Kweli tutapiga zaidi ya nne zaidi ya nne kwa namna tunavyojipanga yeah, na vijana wangu na nini, unajua yeah, mi kuja kutetea chombeza na nini yeah, lakini kazi, kazi itakuwepo. <laughs> <Pumzi, laughs> <tukotunazungu, mtuka, zimia, laughs> kutosha. Tunaenda wapi? tunapitia wapi? kwani tunapitia wapi? Haya, twendeni jamani. mm -hmm. hey, omi. Mm. Niambie, una lolote la kumwambia Alikiba jana kapigwa goli tano kwenye uwanja huu? Okay. <laughs> Kiba, mm. Of course munda, anajua anajua mpira mm. Lakini timu yake kishovu, timu nzuri, ah, timu yake mzuri lakini nafikiri nzuri, lakini nafikiri basi hakujipanga vizuri mm-hmm. Lakini sisi leo tunataka kumuonesha kwamba kandanda tunaliweza. Okay. <laughs> Tunatarajia kuondoka na ushindi kwenye haya mashindano au ni leo tu tutashinda? <laughs> anashinda hii kitita kilichokuepo hapa. Utakuwa mchoyo wa fadhila kama nitashindwa kuuliza hili. Na wewe mwenyewe unajua napaswa kuuliza. yeah. mm -hmm. yeah. uh, kilichotokea Zanzibar. yeah. Watu wengi wanasema Mario kufanya yeah. show nzuri yeah. lakini wengi tunaona kama ni show zako za kawaida, unaimbaga vile. Ni nini ambacho kilitokea hasa? Unajua sasa hivi nimechelewa. Nitashinda kujibu vizuri hilo swali. Ni kitu ambacho very sensitive. So tutaongea vizuri lakini, kimsingi comment nimeziona na nashukuru watu kwa kujali. Mhm. <coughs> ina maana kubwa sana yeah, na nafasi nzuri, na nafasi kubwa sana kwamba tupo wenye nafasi nzuri, nafasi kubwa. Bad Nation wanafanya maamuzi magumu leo ya kumteketeza mtu uwanjani, according to wachezaji wengine bad, kwema poa sana. Kama ka. Kama ka. Kama ka. Ni kweli nilichokiongea kwamba mmefanya maamuzi magumu leo ya kuwateketeza watu uwanjani. ah, uko sawa, yeah, oh, yeah? Yeah. Ah, leo tunaondoka ngapi hapa. <laughs> leo. Hmm. A, leo, tutapiga nyingi. ngapi ya jamaa amechukua wachezaji wengine kutoka wapi, lakini huu kwa pale ni uwanja wetu. Mambo ya brand mambo ya brand, kwa pale huu uwanja wetu, kwa hiyo umoja, kucheza nyumbani sio, hatuwezi kuacha, yeah. na chino chino katoka Bad Nation kahamia uh, katoka wana katoka wanaman kahamia Bad Nation, yeah. Watu wanasema sasa anaje kuongeza nguvu ngambia, njoo, imekuaje? Ni wao, umemwambia sasa kuongeza nguvu nyumbani, unachokiamini kwenye timu uliokuwa nayo mara ya kwanza. Amna amna, tuko sawa lakini alisema bora tuivunje hiyo tengeneze moja kwa sababu ushindani ulikuwa mkubwa sana okay. yes. uh, anasema leo mtawapiga goli nne hataki kujua nne ngapi, lakini anasema mtaondoka na goli nne kweli. Tutapiga zaidi ya nne kwa namna mambo tulivyojipanga. uh -huh. na vijana wangu na nini unajua uh -huh. uh -huh. mimi nitakwepo kuja kutetea chombeza na nini uh -huh. lakini kazi itakwepo. jamani pumzi ipo jamani. ya kutosha. <laughs> <Pumzi, ipo, laughs> <coughs> Aya, twendeni jamani, Omi. omm <coughs> niambie, una lolote la kumwambia Alikiba jana kapigwa goli tano kwenye uwanja huu? <coughs> <coughs> mm. Of course <tos> anajua <coughs> anajua mpira mm. lakini timu yake ikishovu timu mm. <coughs> hey, sio nzuri. Ah, timu yake nzuri, lakini nafikiri basi hakujipanga vizuri mm -hmm. lakini sisi leo tunataka kumwonyesha kwamba mm -hmm. Okay. Tunatarajia kuondoka na ushindi kwenye haya mashindano au ni leo tu Ta, uh-huh. Fadhila, kama ntashindwa kuuliza na napaswa kuuliza, uh, kilichotokea Zanzibar. yeah. Watu wengi, yu, wanasema Marioo kufanya show nzuri, lakini yeah. wengi tunaona kama ni show zako za kawaida, unaimbaga vile, ah, una hii, ni nini ambacho kilitokea hasa tutaongea vizuri lakini kimsingi, <coughs> comment nimeziona, nawashukuru watu kwa kujali. Ina maana kubwa sana kwamba tupo kwenye nafasi nzuri, nafasi kubwa naa tuifanyie kazi vizuri, so alhamdulillah, nashukuru. Lakini haiku stress kabisa, unavyojua, bad nation wanafanya maamuzi magumu leo ya kumteketeza mtu uwanjani according to wachezaji wengine, badi kwema kwa... Kwa... Kwa... Ni kweli nilichokiongea kwamba mmefanya maamuzi magumu leo kwa kuteketeza watu wanjani? Ah, uko sawa. Hujakosea. Oh yeah? Yeah. Uh, leo tunaondoka ngapi hapa? Leo. <coughs> Hmm. Na leo tutapiga nyingi. Ngapi? Jamaa, yeah, yeah, amechukua wachezaji wengine kutoka wapi? mm -hmm. Lakini huu, kwa, a, kwa pale. Ni uwanja wetu. Mambo ya brand, mambo ya brand kwa pale. Huu uwanja wetu, kwa hiyo umoja kucheza nyumbani, sio hatuwezi kuacha na, uh, chino, chino, chino katoka bad nation, kaamia katoka katoka aa, wana man kaamia bad nation, watu wanasema njoo. He, he. He. Nguvu imekuaje ni wao? umemwambia kuongeza nguvu nyumbani unachokiamini una